Maria Sarungi, jana nilichukua nafasi ya kutambua kazi ya mwanaharakati Mangi Kimambi aliyoifanya kwenye taifa la Tanzania. Leo historia inaweza isimtambue, lakini muda sio mrefu atatambulika kwa mazuri mengi aliyofanya. Mangi Kimambi amewapa vijana ujasiri wa kutetea haki yao ya kikatiba amewapa ujasiri wa kutetea rasilimali zao. Amewapa ujasiri wa kuchalenji serikali. Ujasiri huu aliyoupanda ndani yao ni mbegu ambayo haitasahaulika. Leo kuna watu wanaweza kumbeza na kumwona kama mchochezi, lakini hao hao baadaye watatambua kama mtu aliyeleta chachu ya mabadiliko maana ni tabia ya mtu kwa sababu ya ubinafsi wake huwa hawezi kutambua mchango wa mtu mwingine. Na hii nafasi iende kwa wanaharakati wote, Mungu awabariki. Na nitachukua nachukua nafasi ya mtu mmoja baada ya mwingine kumtambua binafsi, yaani yeye kama yeye, kama ambavyo nimechukua nafasi kwa kutambua wewe kama wewe. Mimi niseme hivi watumishi wa Mungu ambao leo tukiongelea kwa habari yanayoendelea kwenye taifa la Tanzania tunaonekana wanaharakati. Basi nikasema kama kukemea pepo ni utumishi, kuombea watu watajirike ni utumishi, lakini kutetea watu waishi ni wanaharakati. Basi mimi kwenye utumishi wangu ninaongeza wanaharakati, niwe mtumishi mwanaharakati, maana uhai wa watu unanihusu pia, kwa sababu kama hujali uhai wa watu, je, utahubiri maiti? Kwa Mungu akubariki sana kwa kazi ambayo umejitoa, kazi ambayo ni hatarishi, kazi ambayo watumishi wa Mungu tulipaswa tujitoe tuifanye, wewe unaifanya. Mungu akubariki sana sana sana, na tuko pamoja. Mimi kama Musa ninaweza kupoteza pambano, ninaweza kushindwa kwenye vita yoyote, lakini Mungu aliyemfufua Yesu kutoka kwa wafu hajawahi kupoteza pambano. Kwa hiyo yeye ambaye aliweza kumfufua Yesu hata alipokuwa kaburini, ataweza kufufua na juhudi zetu hizi tunazozifanya kwa ajili ya taifa la Tanzania, nazo zitakuwa hai, kama hata Yesu alipokuwa amekufa bado Mungu alimpambania akafufuka. Manake hata kama sisi tutaondoka duniani bado kazi tuliyoifanya Mungu ataifufua kwa ajili ya watanzania wote. Na kuna watu wanajaribu kutugawa, ili tuonekane ya kwamba labda tuna mlengo wa kidini. Uhai wa mtu Mungu hajaweka tuutetee kidini, maana uhai wa mtu ni unamhusu kila mtu, bila kujali dini yake ndio maana sisi Wakristo kwenye Bibilia kuna mambo mawili, mwanadamu ametofautishwa. Kuna watu wa Mungu na wana wa Mungu. Watu wa Mungu ni mtu yoyote yule aliyeumbwa na Mungu, ili mradi tu asiwe robot za Elon Musk, ili mradi tu ni mtu ambaye amezaliwa na baba na mama. Hao wote ni watu wa Mungu, bila kujali dini yake, bila kujali anamtukana Mungu vyovyote lakini kuna wana wa Mungu. Hawa wana wa Mungu ndio wa, tunagusia sasa imani. Kwa hiyo uhai wa mtu hatutetei kwa sababu ya dini, bali kwa sababu wote ni watu wa Mungu. Kwa hiyo hiki tunachokifanya, hatukifanyi kwa ajili ya Wakristo, tunakifanya kwa ajili ya Waislamu pia, kwa sababu uhai wa mtu unatuhusu sote bila kujali dini yake. Kwa hiyo Mungu akubariki sana. Na mimi kama mtumishi wa Mungu, kama niliwahi kufunga siku mia mbili kwa ajili ya kazi ya Mungu, basi hata hii kwa bali ya kutetea uhai wa watu, uhuru wa kuabudu, lakini pia mabadiliko kwenye taifa la Tanzania, ili watu badala ya kujazana kwa Mwamposa kupewa mafuta ili watajirike, wakati utajiri unaenda unaenda kwa mataifa mengine, wanaibiwa. Ni heri kupambana direct kutetea haki ipatikane, ili badala ya watu kujazana kwa mamposa kutafuta utajiri, basi utajiri uwafuate kupitia rasilimali walizopewa. Maana tayari Mungu alishatupa utajiri kama taifa. Ni nafasi tu ya kusimama imara na kutumia akili alizotupa Mungu lakini na kitu kimoja ambacho ninaomba niseme na wewe dada angu au kwa jina ambalo maarufu unaitwa shangazi wa taifa, ni kwamba ili kazi yako iwe na heshima mbele za Mungu na hapa duniani iwe na heshima ya kudumu, ili usisahaulike na uwe public figure mkini hata kidunia, inaomba kitu kimoja. Maandiko ya Mungu yanatukumbusha kwa hali ya kwamba kisasi ni juu ya Mungu, Mungu yeye hulipa. Kwa hiyo kwenye uanaharakati wako, ninaomba kitu kimoja ambacho utakumbukwa hata na adui zako, we usitafute Samia anyongwe, usitafute Samia afungwe, usitafute, usitafute walioua waadhibiwe bali kama Yesu Kristo ambavyo hakuwam, hakuamulisha kwamba hakuwaombea laana waliomuua. Aliwambia, Baba wasamee, maana wajua litendalo. Na wewe kama Mkristo, chukua hiyo sura ya Yesu, umwachie Yesu, umwachie Mungu. Mungu alisema kwa neno lake kwamba kisasi ni juu yangu. Kwa hiyo wewe, ili upate heshima hata kwa adui zako siku ukifa wewe, jali kutetea haki. Alafu mengine unamwachia Mungu. Mungu atakukumbuka, lakini pia utakuwa umetengeneza ukurasa mpya wa wanaharakati wengine, kwamba wakati mwingine kutetea haki sio kuhakikisha mtu aliyevunja haki au uwawe, wakati mwingine na yeye kumsaidia kujua alichokuwa nakifanya sio sio sahihi na kumrejesha tena, hilo utalifikiria Utatumia mwongozo wa maandiko ili ukuongoze kufanya hiki ambacho nimekushauri, lakini ni kwenye ujumbe huu, niache ujumbe wangu kwa watumishi wa Mungu ya kwamba kama kweli sisi ni watumishi wa Mungu na tunafuata mfano, mfano sisi wa Kristo, tunafuata mfano wa Yesu Kristo. Yesu Kristo, nitasoma andiko ambalo tujitafakari. Je, sisi ni watumishi wa zaka na sadaka tu au? Kitabu cha Yohana sura ya kumi kuanzia mstari wa kumi hadi wa kumi na nne inasema: mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo mtu wa mshahara wala si mchungaji ambaye kondoo si mali yake, humwona mbwa mwitu anakuja, akawaacha kondoo na kukimbia, na mbwa mwitu huwakamata na kuwatawanya. Yule hukimbia kwa sababu ni mtu wa mshahara, wala mambo ya kondoo si kitu kwake. Mimi ndimi mchungaji mwema, nao walio wangu nawajua, nao walio wangu wanijua. Mimi Yesu Kristo alituonyesha mfano ya kwamba mchungaji ambaye kondoo ni mali yake, au i ni, ni wanathamani kwake, yuko tayari kufa kwa ajili ya kondoo. Sasa kama sisi watumishi wa Mungu waumini ni kondoo zetu, tunakubalije kwamba wanaendelea kuuawa na sisi tumenyamaza, tunaendelea kuhubiri sadaka? Ni sana kwamba mchungaji umekabidhiwa kondoo Alafu wewe unazidi kuulizia maziwa lakini hutaki kujua habari ya kondoo. Kwa hiyo mm, tuna kazi ya kusimama kwa ajili ya kutetea uhai wa watu wanaotekwa na waliotekwa, hata tu kupata nafasi ya kuomboleza kama taifa, kwa ajili ya waliopotea, waliopoteza ndugu zao, lakini pia waliopote, poteza maisha yao tutakuwa tumeonyesha kwamba kweli utumishi wetu sio wa sadaka na zaka, kama ambavyo siku hizi kila kanisa limekuwa, makanisa mengi, wimbo mkubwa umekuwa zaka na nini, hata kama watu wanaenda uchi, hata kama kinacho, hakuna udhihirisho wa nguvu za Mungu. Kwa hiyo tunatakiwa kusimama, na mtasema ya kwamba unajua, sasa hivi hali sio shwali, ukionekana tu na semu unakamatwa. Yes, maandiko yanatukumbusha habari ya Gideoni, alipoambiwa awaende, aliende jeshi la Midiani, aliogopa. Mungu akamwambia kama unaogopa chukua mwenzako uende. Kumbe maanake wakati mwingine kama kuna jambo ukiona kusimama peke yako sio salama, huwezi, basi tafuta ushirikiano. Maanake kama imeshindikana mtu mmoja, ni kwamba mtu mmoja ni ngumu kutetea uhai, basi kwa nini watumishi wote wa makanisa yote, msitafute nafasi mkakaa pamoja, mkaungana mkaweka mikakati, mnafanyaje ili kutetea hawa kondoo wenu wanaouawa? Mfano makanisa yote na misikiti yote, kwa sababu wanaouawa sio wakristo tu, na waislamu pia, mkapanga kwamba okay tunatangaza maandamano ya amani ya kitaifa na sisi watumishi wa Mungu, kama wachungaji wasio wa mshahara, tunaojali uhai wa kondoo, tunatangaza maandamano ya amani kupinga utekaji. Tunatangazaje? Tunakuwa na tarehe moja makanisani, tutatangaza Jumapili moja tunatangaza wote, Tanzania yote makanisani Jumapili kwamba tarehe fulani tutakuwa na maandamano ya kitaifa, tutafanya hivi na hivi, tutakutana hapa na hapa. Tunaenda kutetea uhai wa kondoo uhai wa waumini wanaouawa. Hamfley Polepole hakuwa muumini? Haya, kuna shee fulani hivi kwenye maandamano ya tarehe ishirini na tisa aliuawa. mm -hmm. Sio muumini wa Waislamu? Hamfley Polepole sio muumini wa Katoliki? Haya, Deusidediti Soka, haya kuna wengine mzee kibao, wote hao wana dini zao. Kwa hiyo tusimame. Mungu akubariki sana Maria Sarungi na tunazidi kukuombea. Watanzania tuendelee kuomba, kuomba na natamani ujumbe huu umfikie Maria Sarungi kama unaweza ukaushea, lakini pia uwafikie watumishi wa Mungu kwamba kama tunakubali kukaa kimya, basi sisi ni watumishi wa, wa mshahara. Na maandiko yameweka wazi kwamba mwivi haji, mwivi haji ili achinje na kuiba na kuharibu. Haya yote yanayotajwa hapa, waumini wanachinjwa, wanaharibu. Maanake hapa Biblia inaongelea Shetani. Kwa hiyo shetani anaweza akaja kwa njia ya mtu. Ujumbe huu wafikia wahusika Maria Sarungi, watumishi wa Mungu na wanaharakati wote ambao nitawataja baadaye. Pia tawatumia ujumbe wao spesho kwa ajili yao. Mungu abariki sana. Bwana Yesu, nakushukuru na kutukuza, neema yako ikazidi kuwa pamoja nasi. Mungu, kwa pamoja tunasimama kukataa utekaji unaoendelea kwenye taifa la Tanzania, sio kwa kusema tu Bwana, bali kwa mikakati. E Mungu, achilia neema yako kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Maria Sarungi ni, ni, kidogo ni sahau, naomba unisaidie kitu kimoja. tarehe kumi na mbili mwezi wa kwanza, natamani yawe maombi mwaka huu elfu mbili na ishirini na sita yawe maombi ya kitaifa, na kama mtapanga ratiba nyingine iwepo yoyote ile, mtaona nyiwe, lakini natamani tuwe na maombi kama taifa kuomba rehema na toba kwa Mungu ili hizi damu tulizozimwaga bila hatia zisituachie laana taifa. Kama Mungu hata samehe kabisa, basi hiyo laana iwahusu hao waliouawa, lakini isiwe juu ya taifa, kwa sababu hatujasimama kama taifa kutubu. Bora sisi tutubu, hiyo damu isitudai sisi, iwadai hao waliohusika. Amen.